Safari ya kuwafikia wahitaji hao inaanza katika kata ya Iganjo. Hapa wanamkabidhi kiasi cha shilingi laki saba Jackson Mwahawa ambaye tangu mwaka elfu mbili na kumi na sita hawezi kutembea kutokana na kukumbwa na ugonjwa uliosababisha hali hiyo. Baada ya kupokea kiasi hicho cha fedha na kuwashukuru, hili ni ombi la Jackson kwa jamii. Nawomba wanaonisikia kwa hali ndiyo, isikuzaliwa nayo sikununua dukani, wanisaidie kama walivyowasaidia watu wengine, nisaidi nipate kakiwanja, wanisaidi kakiwanja, nikipate sehemu nyingine, nitagusa mwingine mwingine, kwa sababu na kiwanja ndio naye atajiongeza. Kwanza kiwanja sina, kiwanja sina. Ndugu zangu, wanangu, wanangu kwa ujumla naona kama familia kama watoto wangu, kiwanja sina, natamba sijui Mungu ameniweka miaka mingapi. Hapa kwa baada ya kukabidhi kiasi hicho cha fedha kwa Jackson, sasa wanamfikia Lucy Mussa anayemiliki na kusimamia kituo cha watoto yatima cha Mlima wa Utukufu, kituo ambacho amekianzisha kwenye nyumba anayoishi hapa kundi hili linakabidhi kiasi cha shilingi laki saba. Lucy Musa anawashukuru na kuwaombea kwa Mungu. Mungu awatunze Mungu awafunike Mungu asiwaache mnavyotukumbuka, Mungu ajaze gara zenu, aweke milima ya utukufu kwenye nyumba zenu, aweke milima ya utukufu kwenye sadaka zenu, hizi mlizozitoa zipige kelele mbele za Mungu. Amin. kila Amin. kitu kikainuke kwenu Amen. Kila mgusacho kikawe neema na baraka. Amen. Sina mengi Mungu ya kusema ya kusema kote mnakotembea nasimama kwa ajili ya vituo vyote Amina. Mungu awatunze wa, Amen. Mungu asiwaache, Amen. Namshukuru Mungu kwa kunikumbuka, Amen. Namshukuru Mungu kwa kunikutanisha na nyinyi, mnaniinua, mnaniombea, mnaninwa naniombea. Maombi yenu yanafika mbele za Mungu, Amen. Mimi nilijua niko peke yangu ninayeweza kutunza watoto hawa, lakini kumba tupo wengi tunaouiwa. Mimi nimewekwa hapa, lakini wengine mnatafuta mnaniletea. Mungu awabariki sana. Sasa ni safari ya kuelekea wilaya ya Chunya, tunazikata kilomita kadhaa na kufika katika kata ya Chokaa, jimbo la Chunya. Tunakutana na Rhoda Mwakitalima ambaye amepata ulemavu kutokana na majeraha aliyoyapata mguuni miaka mitatu iliyopita. Baada ya kukabidhiwa kiasi cha shilingi milioni moja na kundi hilo, akatoa shukrani zake sana. Doris Luvanda ni muasisi wa kundi la madada wa Taifa, na hapa anatoa wito kwa jamii: tuwe na desturi ya kutafuta wahitaji majumbani kumekuwa na tabia ya kujirudia kwenye vituo vi, hivyo hivyo, unakuta kila mtu anaenda kituo hicho hicho, kituo kile kinaelemewa na msaada, inafika hatua wanajisahau hata kwamba wao ni wat, wahitaji mm -hmm. wanatakiwa kuwa wanyenyekevu, wanaanza kuwa wajeuri. Kwa nini vitu na, vinakuwa vimezidi na kuzidi, sasa vinazidi na kuzidi, halafu kuna wanaolala mm -hmm. na njaa. Kwa hiyo ni waase wa Tanzania Sio lazima uende kwa watoto yatima au kwenye kituo cha wazee, kuna wahitaji wa mmoja wa mmoja, na ndo chama chetu tulitamani kufanya hivi. Nao baadhi ya wanachama wa kundi hilo akiwemo Monica Mtweve ambaye ni mwenyekiti Nicegrace Jimmy, Anna Mwalwiba na Happyness Jackson wanatoa neno kwa jamii. Ili mama yetu hapa, kama tunavyomwona anatambaa, matibabu yake ni makubwa, bado hawa wanawake wamejichangachanga tena laki wameongeza laki tatu kwao, tumejikabidhi jumla milioni moja. Mm. Mabinti wenzangu, msitupe watoto. Mimi ni mama watoto, anani, nana, jamaini, wa, mm. wa watoto mm. mm. wanne na ninapambana nao mwenyewe kwa. Tunaomba jamani tuwe tunaishi kwa upendo. Wakina mama hata wakina baba wakipata shida, wote tunaenda kuwaona kwa pamoja. Tuendelee kuwaombea wahitaji na tuendelee pia, tukiona ndugu zetu majirani zetu wana uhitaji, tusisite kuwasaidia, maana sisi binadamu hatujui kesho yetu itakuwaje. Kwa Mungu mwaminifu aendelee kuwagusa Watanzania wote, tuzijue haja za mioyo ya majirani zetu tunapoona mtu ana shida. Kutoka mkoani Mbeya, mimi ni Jacqueline Mwangama, Clouds Habari.